Wallahi, natamani hawa jamaa tungewapa ofa wakaja wakapanda tuwapa kwenye jukwaa wakaona raha ya wakaona raha ya ACT bwana. Kwanza naomba niungane na nyinyi kumshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillahi. Tumeanza tunafanya shughuli zetu na alhamdulillah tunakuja salama, tunarudi salama. Na leo alhamdulillahi, Mwenyezi Mungu katuleta salama. Inshallah tumuombe aturudishe salama, tumalize mambo yetu kwa salama. Wanaokwenda Chambani kesho wende kwa salama. La pili, ndugu zangu, naomba niwashukuru. Sina maneno mazuri ya kuieleza shukurani yangu, lakini katika mikutano yetu yote iliyopita tulipokuja Pemba raundi iliyopita mahudhurio yenu yaliamsha dunia, waliamsha wale ambao walikuwa wamelala, waliwaamsha pia wale ambao walikuwa hawajui kwamba watu wa nchi hii wanajielewa. Na tunaposema mara hii, Wazanzibari wana jambo lao. Jambo gani? Mnalijua la kuinusuru. Mahudhurio yenu ndiyo yamekuwa sauti inayoeleza kwamba Wazanzibari mwaka huu wana jambo lao. Wazanzibari mwaka huu wana jambo lao. Ndio maana leo pale chake chake lilipokuwa nnasema, sikuwa nasema kwa siku utani, nilikuwa nnasema kwa sababu Wazanzibari wameamka, wamesema kama ni uchaguzi tunasubiri uchaguzi mwaka ishirini thelathini, lakini mwaka huu si uchaguzi wa vyama mwaka huu ni uchaguzi wa Wazanzibari, ni maamuzi ya Wazanzibari kuinusuru nchi yao kuirejesha mikononi mwao. Lakini sababu ya Wazanzibari kuamka ni kwa sababu yenu, ni kwa sababu ya mahudhurio yenu, hamasa zenu kuonesha kwamba ikiwa sisi tuliopita kwenye maafa yote, kwenye shida zote, kwenye dhiki zote, kwenye maafa yote ya kuuliwa watu, ya kuumizwa watu, ya kudhalilishwa watu, tena mpaka juzi ishirini ishirini, ikiwa sisi tumesimama kuendelea na dhamira yetu kuendelea na harakati zetu. Haya mahudhurio yalikuwa kama yanawasuta wengine, wanauliza wewe unashindwa nini? Ndio maana nasema na naomba nirudie tena, mwaka huu tunakwenda kuandika historia. Othman Masoud anakwenda kupata kura za urahisi kutoka wajumbe wa kamati kuu wa Chama cha Mapinduzi. Anakwenda kupata kura kutoka kwa wajumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi. Atakwenda kupata kura kutoka kwa makada wa Chama cha Mapinduzi. Anakwenda kupata kura kutoka UVCCM anakwenda kupata kura kutoka kwa viongozi wa mikoa na wilaya wa Chama cha Mapinduzi. Kama hawaamini hawa wengine, wanajadi ya jongoo, mpaka wajigonge. Sasa jongoo, mpaka ajigonge, na akishajigonga, bwana na ila kujikunja, akajinyea Ujikunja yeah. Asa, huko staki nifikie mimi <laughs> lakini nalosema ni hilo. Ndugu zangu, yatazameni, mtayaona. Hii ni rada, kinachokwenda kuwa dhuru, kasema makamu mwenyekiti hapa, kinakwenda kuwa dhuru nia zao hiana zao walioyafanya yote tukayabeba mzee wetu akatuongoza, tukayabeba kwa sababu ya nchi, twende tukajenge nchi ndugu zetu. Umewaua ishirini na moja watoto wa bichi wengine, jimbo la Ole, nyinyi mashahidi.